Sitofahamu ambayo inaendelea kwenye mchezo namba 184 uh, kati ya Young Africans dhidi ya Simba uh, imetuleta maeneo ya Magomeni Mapipa kwenye jengo la C Boys yeah? uh, jengo la C Boys ambapo zinapatikana ofisi ya haki kwanza advocate ambayo uh, chini ya wakili senior kabisa wakili mkuu Alois Komba, ambaye niko naye hapa. Nataka tuzungumze naye, atupitishe jambo hili kisheria, yeye analitazama kwa uh, minajiri gani, mchezo ambao Yanga Africans uh, ametangazwa wazi hayupo tayari uh, kushiriki mchezo huo, lakini leo hii uh, bodi ya ligi wametangaza uh, tarehe mpya mchezo huo uh, wameupangia Juni 15. So, Stendes Ndunguru langu jina, uh, nyuma ya kamera yuko Juma Koba, twende sawa, tumsikilize advocate Alois Komba uh, anazungumza nini uh, majukumu ah, mema. Vipi uko Rick Media? Nashukuru Mungu, nimefurahi sana kufika hapa ndio Haki Kwanza Advocates. Yes, hapa ndio Haki Kwanza Advocates. Yeah. Ah, Magomeni Mapipa, Dar es Salaam. Sehemu inafikika haraka tunaita kama Amsterdam kule ah, Europe eh, ndege zinapita zinaruka unaunganishwa kwenda Marekani kwenda Brazil ndio uzuri wa Magomeni Toka enzi za Mwalimu, Mwalimu aliishi Magomeni. Juzijuzi umesikia hata rais huyu mama wa Namibia, kumbe alikulia Magomeni bwana. Magomeni kama Ajax Amsterdam. Advocate, mimi kilicho nileta hapa ni tuzungumze. Uh, najua wewe ni mdau wa michezo, unafuatilia vizuri michezo uh, tuzungumze mchezo namba 184 uh, kati ya Young Africans dhidi ya Simba, mchezo ambao Uh, umechukua nafasi kubwa sana kwenye vyombo vya habari na vichwani mwa watu uh, Young Africans alienda kasi. Tuanzie pale kwenye kile ambacho majibu aliyorudisha kasi, young Africans walipewa muongozo wa kurudi kwenye mamlaka za ndani. Kasi walisema hawezi kusema lolote mpaka labda kungekuepo na hukumu ambayo imeshindikana kwenye hizi mamlaka za ndani, lakini wamepeleka kesi kasi bila hukumu ya mamlaka za ndani, kwa hiyo wakapewa muongozo warudi kwenye mamlaka Young Africans wakatoa taarifa kwa umma hawana imani na mamlaka za ndani, kwa hiyo hawako tayari eh, kufungua shauri lolote kwenye mamlaka za ndani. Namna eh, ambavyo hili jambo limekaa kwa hapa ambavyo nimekuelekeza, unaweza kutia mchango gani kisheria? Young Africans yuko sawa kuto kwenda eh, kufungua mamlaka, kufungua shtaka lolote kwenye mamlaka za ndani kwa sababu hana imani? Ah, ninachoweza kusema tu kwanza kwanza, tunafurahi kwamba Yanga wenyewe wame, wamethibitisha kwamba Uh, swala lao kasi liligonga ukuta au walikuruhusiwa kuendelea, baada ya kasi kusema kwamba haikuwa na mamlaka kwa vile mchakato wa ndani ulikuwa hujafanyika kiusahihi. Lakini lingine, hata kama ingesema ina mamlaka ingejiuliza kwamba tunaamua kwa kuzingatia uamuzi gani au hukumu gani ambayo ilikuwa imeshaamuliwa na bodi ya ligi au chombo kingine chochote kwenye mgogoro wa awali. Kwa hiyo nayo ingeonekana sio sawa. Kwa hiyo kasi kweli ilisema kwamba ili swala lao lingeweza kusikilizwa, lazima umalize mchakato wa vyombo vya ndani e, yani kamati zote zinazohusika ndani ya shirikisho la soka uh, lugha ambayo ametumia kasi kwamba lazima you must exhaust internal remedies, kwamba umalize mchakato wetu wa ndani. Kwa hiyo hapo, uh, kasi ikaamua kuondoa lile eh, shauri na na na ikasema tena inaondoa bila gharama. Gharama zitabaki tu zile ambazo walitumia kwenye kufungua lile shauri. Kwa hiyo tulitarajia baada ya Yanga kurudi ingekaa chini ikafikiria, je, inaweza ikauanzisha tena huu mgogoro kwa mchakato wa utaratibu uliowekwa, yani procedure ambayo iliwekwa, au wangeamua kufanyaje? Kwa hiyo lakini kama ambavyo umesema, tumeona Yanga ikatoa taarifa kwa umma kwamba ni kweli wamerudishwa uh, kwenye utaratibu ambao unapaswa ufuatwe, lakini wao wakasema hawatafuata utaratibu huo. Kwanza hawahitaji tena kutumia hivyo vyombo vya ndani, kwa sababu hawana imani navyo, na vile vile kuna upendeleo ambao wanasema ni upendeleo unaendelea, na vile vile dhuluma sasa hauna ufafanuzi uh, wa upendeleo unaoendelea uh, dhuluma iliyopo na kutokuwa na imani ni haki. Hata mahakamani unaweza kusema sina imani na huyu jaji, sina imani na huyu hakimu, lakini utasema sita, sina imani na wewe jaji kwa sababu shauri hili linamhusisha mtu ambaye ni ndugu yako au ni kaka yako, au kwenye mazingira ambayo tumeona so far, unapoendesha kesi naona una unasikiliza zaidi upande mmoja upande mwingine tukisema unatukatalia. Kwa hiyo unaweza ukaweka mazingira ambayo unasema baadaye hatuna imani, lakini mara nyingi unaonyesha una imani, sio kama ukisema ni mahakama ni ya ngazi ile ambayo upo utasema labda mahakama ya mwanzo au mahakama ya wilaya e, lakini utasema sasa taasisi nzima mahakama nzima muhimili mzima mahakama huna imani nayo, ambapo kikatiba ndio uliowekwa kutenda haki hii tunazungumzia kwenye kesi zetu za, za kawaida. Sasa unapozungumzia kwenye mambo ya soka, umerudishwa utumia hivi vyombo ambavyo unaambiwa kwamba hivyo ndio u, u, u, u, ufanye lolote na ufuate utaratibu, unasema hatuna imani navyo tena. Sasa kuna imani navyo, lakini hivi ndivyo vinavyosimamia soka ambalo wewe utatakiwa ulicheze hapo. Sasa inakuaje? na na, na, na, na, kama kweli kuna kanuni haziendi sawa au kuna hali uliosema kama ya upendeleo nini, bado umepewa nafasi ya kupinga huo upendeleo, kupinga hiyo dhuluma kupitia vyombo hivyo hivyo, kusudi baadaye pengine uweze kufika tena ngazi za juu, uweze tena kufika hata uko kasi. Sasa hutaki tena hata kurudi kwenye hivyo vyombo, na hutaki tena kuvitumia. Umeona, sasa hapo tunasema inakuwaje? Je, una umeamua kujitoa kwenye kwenye mpira wa miguu ambao upo chini ya vyombo hivi vya shirikisho au inakuwaje? Na baadaye kwa sababu uh, swala kubwa lilitokana na ule mchezo wa 184 dabi wa tarehe 8 Machi, huo nao una ukandamiza kwa kusema sasa, nilishatoa msimamo na sita cheza sitapeleka timu uwanjani. Sasa kwa upande mwingine, tukawa tunatarajia kwamba baada ya uamuzi wa CAS Uh, bodi ili, au TFF ilisema tu kwamba uh, shauri lile alipo na kilichofanyika ni, ni kwamba bodi iendelee na utaratibu wake, na bodi ilichofanya sasa, yenyewe imefanya baada ya tamko la, la, la, la kasi na baada ya tamko la Yanga, wao wameupanga tayari ya mchezo kwa taarifa nilizo nazo, <laughs> Juni 15 sasa, lakini kingine ambacho nao Uh, bodi ya ligi ambao waliwahi kusema huku nyuma kwamba wanatumiaga na busara na hekima, nikana nikadhani muda huu atatumia na busara na hekima katika swala hili, lakini zaidi ya hayo kuna swala mimi nasema bado halijatolewa ufumbuzi. Walisema kwamba ile, me, ile mechi iliahirishwa kwa sababu za kiusalama na kulikuwa na tuma za rushwa na zilikuwa zinafanyiwa uchunguzi kwa mamlaka na vyombo husika Ule uchunguzi umeisha. Kwa sababu kama unapanga tena hiyo mechi tarehe 15 Juni, ina maana uchunguzi umeisha na matokeo yake yanajulikana, na matokeo ambayo yataonekana hayazuii mechi kupangwa tena, yaani kila kitu kimekuwa cleared. Sasa tungeambiwa swala la rushwa hilo lilihusu nani, watumiwa nani na kama uh, limesafishwa vyombo vinavyohusika kama nitakukuru wangetuambia mm -hmm. kwa sababu wamehusisha mm -hmm. serikali vile vile eh, pia walisema masuala ya usalama. Ehe, alafu masuala ya usalama wangetuambia, kwa sababu vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vilihusiana na ule mechi vingi vili watu walivifuatilia kuonyesha vikuwa na issue yote, lakini wangetuambia nalo lime be cleared vipi? Yani, board ingetakiwa kwanza itoe taarifa mm -hmm. ya mechi nzima ya tarehe nane. Mm -hmm. baada ya kutoa hiyo taarifa yote na na na baadaye ndio wangesema baada ya hii taarifa tunapanga tena huu mchezo, hicho nacho kijafanyika sasa. Tunachosema kwamba uh, hapa ndio tunaanza pengine wengine kuanza kufikiria pengine mtazamo wa Yanga ni sahihi, kwamba pengine kuna hali ambayo inaonyesha haki haitendeki. Eh, kwamba kuna hali ya dhulma au kuna hali ambayo kwa sababu hiyo bodi ya ligi ndio inatakiwa waonyeshe wa, wa hali halisi ya hilo swala hilo, alijaonekana na matokeo wamepanga tu mechi na, na, na Yanga. Kwa kutokuridhika walishatoa tamko lao uh, ngawa na wao wajaweka wazi. Tulikuwa tunatarajia bodi ya ligi iweke wazi, kama ambavyo wengine tunasema ule mchezo hata ulipoahirishwa, wadau tukuomba radhi mpaka leo, wadau wa soka tujaomba radhi mpaka leo watu wote waliopata usumbufu Wat, yani watu wote sio tu waliopata usumbufu, watu wengi, ile mechi tulitaka kuiangalia, wapenzi wa soka eh, watu walisafiri, watu, watu mbalimbali walihusika na ile, ile mechi na, na mpira wa miguu na, na ukizingatia mechi kama ile ni wadau wenyewe wa soka ndio ambao tunauendesha mpira wadhamini wanaendesha mpira, watazamaji wanaendesha mpira, walionunua tiketi wanaendesha mpira. e, vibe tu ushangiliaji na hamasa za utani mwingi ndio tunayofanya. Hata ile ligi ambayo unasema sasa hivi ipo sio ya nne katika Afrika kutokana na vibe. Sasa kwa nini usi apologize mpaka leo? Kwanza ile disturbance ilikuwa kubwa. Ingekuwa nchi za wenzetu za watu wengine wanavyodai haki zao, kulikuwa na kesi nyingi sana mahakamani za wafanyabiashara waliopoteza haki zao. Eh, watu wenyewe wengi ambao walipoteza haki zao, eh, watu walikuwa na vibanda umizo ku walipanga, wawe na mapato na nini, mahoteli, kulikuwa na vitu vingi sana. Unaona, wadhamini wenyewe nimeshangaa, wamenyamaza kimya, sifahamu haki zao zitarudishwa vipi? Eh, matangazo yale ya wiki moja mbili ndani ya matelevisheni hmm. halafu baadaye na watu wanaolipia siku, eh, eh, eh, siku, siku, siku ile ile ile. E, sasa, na kwenye prime time kama zile, sasa hasara ile au compensation, na wanasema mara nyingi uwezi kupata ile kwenye awamu nyingine mm -hmm. Yani, kila dabi na mvuto wake na vibe yake ni tofauti na nyingine. Sasa lakini tunasema achana hiyo, lakini tu ile hali ya sintofahamu ilitakiwa tuombe radhi, na TFF iombe radhi, bodi ya ligi iombe radhi, haikuomba radhi yani kama kitu cha kawaida, na ndio hali ambayo imeendelea na baadaye ukija kwenye uh, klabu zenyewe na hasa klabu ya Yanga ambayo iliona kwamba haikutendewa haki, yenyewe ilijiandaa kwa mechi na ndio hilo ambalo pengine wameendelea kulifanya mpaka sasa. Kwa hiyo mimi kwa kifupi tu naweza kusema kwamba tunaweza tukasema kwamba sasa hivi kinachotokea ni uvunjaji wa kan, ni kutarajia kanuni zivunjwe. Katika maana ya kwamba uh, bodi ya ligi itasema yenyewe imepanga tena mchezo na inatarajia hiyo tarehe timu zifike uwanjani. Timu moja imeshaonyesha haitafika uwanjani, na kama kweli mpaka hiyo tarehe haitaingiza timu uwanjani, itaonekana imevunja uh, moja ya kanuni ya mchezo wa mguu wa kushiriki ile mechi. Na adhabu ndio hiyo, tunaambiwa kama kwa mjibu wa kanuni unaweza kanyanganywa pointi 15 it, eh, so. au kuna vile vile vile vya kushushwa daraja, adhabu kubwa sana hiyo na pengine kupoteza kabisa timu kama Yanga timu labda ambayo ni klabu kubwa sana. Na yenyewe pengine inajua, na yenyewe inajua, ina wanasheria wake, ina mawakili, inajua hiyo. Hata kwa nini mpaka imeamua bado kuwe na hiyo hali yani, hiyo ndio ambayo watu tunajiuliza, na ndio mabingwa watetezi na, na hata sasa hivi wanaongoza ligi. Uh, mahasimu wao Simba nao wanamaliza viporo, ndio tunasema hata wakilingana mechi ile ya mwisho, kama hutacheza ina maana unamwachia ubingwa timu nyingine, lakini bado uh, bodi ya ligi na shirikisho la soka linapaswa, mimi kwangu nalia tu kwamba halijatutendea haki katika kueleza kwamba, kutuaminisha uh, kule kuahirisha mechi kulitokana na sababu zipi, na sababu ilizozisema baadaye ikasema zipo kwenye uchunguzi. Uchunguzi taarifa yake haijatolewa uh. Advocate uh, jambo hili unaona kuna nafasi ya kulimaliza kisheria au turudi kwenye mazoea yetu ya miaka yote ya busara na mazungumzo ya mezani? Uh, tuna, linaweza kumalizwa kisheria kama wale ambao wameona wamekosea wakaenda kwa utaratibu wa kisheria uh, kama ambavyo tunasema klabu ya Yanga ambayo ya ijaridhika ingeweza tena kufuata utaratibu wa kikanuni na kisheria. Sasa kama inasema hahitaji kufuata haina imani na, na mimi kwa upande fulani, kama mwanasheria, huwa naweza nikafikiria zaidi kwa nini klabu ya Yanga inamtazamu huo. Inamtazamu kwa sababu kwenye masuala haya ya, ya ya haki tunasema kuna zile haki asilia haki asilia moja inasema kuna haki ya kusikilizwa, lakini vile vile kuna haki ya kutokuwa na upendeleo. Lakini kuna haki nyingine, yule unaye mshtaki usije ukakutana naye akawa ndio hakimu na ndio mwendesha mashtaka. Sasa mimi ambaye nime na uzoefu na shirikisho letu la soka na vyombo vyetu vya soka, kuna hiyo hali, kuna ugumu wa kutenganisha unayemshtaki kuwa yeye ndiyo mwamuzi na kuwa yeye ndio mwendesha mashtaka hmm. E, yani yani, hiyo bodi ya ligi unayeshtaki unailalamikia, lakini hiyo bodi ya ligi ikakwambia, okay nitafanya maamuzi nikusikilize, lakini yenyewe ndio itakayotoa uamuzi na yenyewe hiyo hiyo, umeona eh? Ndio, ndio hiyo, hiyo hali ambayo Yanga wameiona kwamba hata ukienda kwenye kamati za ndani ya TFF utakuwa unapingana na maamuzi ya TFF mbele ya kamati za TFF na kamati ambazo zimeteuliwa na rais wa TFF na kamati ya utendaji ya TFF. Hata wale wenye viti wale wapo wameteuliwa na, na, na rais wa TFF na kamati ya TFF na muundo wa bodi the same hapo, haki unapataje? Ndio kwa maana ndio kwa maana mara nyingi nikawa nasema kwamba ili kuwe na uhuru na watu waweze kuamini kwamba sasa naweza kwenda kwenye chombo chochote kile, uh, nikatendewa haki. Tuwe na na na na kamati huru, na nikawa nasema kwamba kwa mfano mtu anapoitwa kwenye kamati ya maadili mm. Umegombana na rais wa TFF mm. Ile kamati ya maadili limeteuliwa na rais wa TFF mm. Anayeshtaki ni, ni huyo rais wa TFF watakaokaa na kufanya uamuzi wameteuliwa na TFF, ushahidi utatolewa TFF. Tena utashangaa siku napoapia mbele ya kamati, rais wa TFF hata kuja ila, utaenda wewe tu, wala yeye hataojiwa. Hey, we have, we have the manara case, we have the tunazo kesi nyingi hey. Sasa ishu ilikuwa ni kwamba niliwahi kusema kwamba hiki chombo ambacho hata uh, yanga walisema wanaenda na wakaenda Iliamriwa kwamba ndani ya mamlaka ya shirikisho kingeundwa, yani kitu kama CAS, kilipo kilichopo kule Uswisi uh, au huko au huko FIFA, inatakiwa na kwenye shirikisho kiundwe chombo huru, mahakama huru ya soka. Ingetakiwa kwenda mahakama huru ya soka, na na kila nikijaribu mimi kuuliza na kuhoji sipati majibu kwa nini mahakama huru ya soka haijaundwa, ambayo ingekuwa na wajumbe huru tena, pengine waliobobea kwenye mambo ya sheria, majaji wastaafu, sijui walikuwa nani nani, wangeunda ile, wawe wanaajiriwa bila kuwa na interest ya mtu, ndiyo ya mpira. Alafu chenye kingekaa ki pale, alafu watu kama yanga angesema siwaamini wengine, ila nitaenda kwenye kichombo Unaona, nakulikungepangwa utaratibu mzuri sana ambao unafidia kabisa ile hali ambayo sisi tunaitumia tuna kwenye mahakama zetu za kawaida, ingekuwa inaendeshwa pale. Sasa pale mtu angeweza hata kum, kum, kum, kumshtaki rais wa, wa TFF kwenye swala fulani la soka, lakini anampeleka pale, hatuendi kwenye mahakama zingine ambazo FIFA inasema pana, ah tungeenda pale, uh mtu angekuwa anamshtaki mwenyekiti wa bodi ya ligi, ni pale anamlalamikia siyo nani pale unaona. Sasa kile chombo kinatakiwa kiwepo, na mimi nakumbuka wakati mabadiliko ya ya shirikisho la soka yanafanyika, toka ile ilikuwa inaitwa Football Association of Tanzania FAT, kuja hii TFF ambayo alianza kuiongoza um, uh, uh, uh, nani huyu uh, Tenga eh? wakati anafanya mabadiliko yale yalienda vizuri sana mpaka tulielezwa kwamba kuna kunaweza kuwa na vyombo vya kimaamuzi au vyombo vya utendaji haki ndani ya TFF vilivyo huru. Kamati zile hazipo huru. Hata mimi nimewahi kuongoza moja ya kamati pale au, hey, mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya TFF, kamati ya rufaa ya TFF, lakini siwezi kusema nilikuwa huru sana hey. Bado kuna interaction yes, yes. A -a, kwa sababu kuna mambo mengine mengine unaletewa ya kisha, ya, ya mesha, ya mesha amriwa au yameshapangwa na, na rais wa TFF au vyombo vya TFF au kamati zingine au kamati ya utendaji wanasema hii hii iende kwenye, kwenye kamati fulani ikaamue eh? Au hili hapa limetokea, tuipelekee kamati fulani. Lakini kumbuka sasa aliyekuteua we pale ni rais wa TFF na kamati yake ya utendaji viposho posho utakavyopewa vinatoka kwa rais wa TFF na kamati ya utendaji, si ndio? Mm-hmm, kukuwezesha uweze kufanya hizo kazi the same. Mm-hmm. Sasa linakuja swala lake yeye au swali linalohusiana na, na bodi ya ligi pale, maamuzi ya, ya will you be fair? No, you can't be fair you, yanakuwaje ulioutakuautakua uta, uta, pasho, impasho, uta utavuta. We, u, yani utavuta, yani utaona tu u, u, hapa utaangalia unaanzaje, unaona eh Eh, eh, kwa mfano leo tuma kubwa na tuma nzito za Yanga ni dhidi ya bodi ya ligi na in fact walifikia stage wanaposema wana imani wali katika ma, katika malalamiko yao toka mwanzo, bodi ya ligi ikae pembeni, wajumbe wote wakae pembeni. Sasa wale wametokana na muundo wa, wa ndani ya shirikisho ngao, bodi ya ligi kidogo tunasema hata vilabu vyenyewe vili vilihusika kwenye kuunda bodi ya ligi Eh, yani unaweza kumwambia Yanga, lakini kumbuka bodi ya ligi ulirithieta wewe na ilitokana na viongozi toka kwenye vilabu vile vinavyocheza ligi kuu. Eh, lakini all in all, bado influence yake ni kubwa sana kutokana na na shirikisho lenyewe. Kwa hiyo pale ndio inapotuletea shida sasa, na pengine Yanga mtazamo wao ni huo, nisiwezi kupata haki na pingana na na vitu vingi ndani ya bodi ya ligi na, na hiyo hiyo tena itakayofanya maamuzi. Yeah. Kwa namna ambavyo sakata lilivyo, uh, mm. Wewe ni mbobevu kwenye mpira mbobevu kwenye sheria, mm. Hili sakata unaiona linaipeleka wapi mpira wetu? Linaupeleka wapi mpira wetu? Ah, mimi kwa kweli naona sasa tuna tunaenda mahali sio pazuri, pabaya, kwa sababu mpira wetu unahitaji uwe, uh, na amani na utulivu mkubwa uh, yani sija ya katufikisha yale ambayo iliwafikisha watu wa Kenya. Leo watu wa Kenya nikiangalia taligi yao naona kabisa mpaka imeshuka kiasi ambacho unaangalia timu zinacheza pale Gor Mahia, Shabana wapi? Mtazani zinacheza Champions League. Walishuka kabisa wakapotea. Yaani ndio wanaanza upya. Ni kwa sababu ya migogoro ndani ya ya, ya shirikisho lao. Uh, tena afadhali walikuwa zaidi ndani ya shirikisho lao. Sisi huko sasa shirikisho na wadau yaani shirikisho na wale ambao ndio wadau wakubwa. Sasa shirikisho nitakiwa niwe makini sana nisigombane na wadau wa soka na mdau mkubwa wa soka na vilabu vyenyewe vya, vya mpira. Lakini katika, katika Tanzania, vilabu vya mpira vikubwa ni vya Simba na Yanga. Sasa hivi unapoizungumzia Yanga ni taasisi kubwa, ni klabu kubwa, hata kuna wadhamini pengine mpaka wameamua, wameamu kuidhamini hiyo ligi kutokana na kuwepo na timu kama hiyo yenye wachezaji wengi wakubwa. Eh, sasa inabidi kuwa makini sana katika kuangalia hilo, yaani uwezi kusema tu kwamba okay tunafanya hivi, lakini kumbuka, eh, ligi yenyewe yote isije ikapata shida, pamoja na vilabu vingine 14, 15, vipo, lakini ninachosema mimi kwamba tutaupeleka mpira wetu na kiwango ambacho tupo na ambacho ni kiwango kikubwa sana. Uh, tumefanya mpaka tuna tunapata bahati ya kuandaa Afcon. Uh, CHAN na sisi, yenye timu ya taifa ipo juu, vilabu vyetu vimecheza klabu bingwa na shirikisho. Sasa kwenye swala hili sio tu yani, turudi basi kwenye ile premise unayosema kwamba hekima na busara inatumika lakini hata si kwenye sheria huwa tunasema kuna law and justice, yani kuna sheria na kuna haki. Sio kila wakati kanuni, sheria zinaweza kuleta haki na sio kila wakati haki na maridhiano yanaweza kutokana na, na sheria au inaweza kutokana na kanuni. Uh -uh. Zinaanza na utashi wa watu wenyewe na moyo wa kuridhia kwamba swala hili hapa, hebu tuhakikishe liende salama. Ndio kwa maana mimi kwa, nasema kwamba uh, wadau wa mpira tupo wengi sana, ikiwemo serikali yenyewe ni mdau mkubwa hili linapotokea, na amini hata vyombo vya serikali uh, wizara na waziri wake na watendaji wetu wanaangalia kwamba tunaenda sawa au vipi? Uh, mashabiki wa mpira eh, watu wengine, sisi tunapenda kuangalia mpira unavyoenda eh. Kwa hiyo mpira ule umejengwa na wadau wengi sana eh, na kila kitu kinatakiwa kifanyike kifanyike. FIFA yenyewe inakuambia, uh, everything about football should be for the good of the game. Sijui watu wana everything yeah, about football. football should be for the good of the game, for the good of the game. Sasa sijui tafsiri hiyo tuiweke yani, kila kitu kitakachotendeka ki kuhusu mpira kiwe kinachoendana na uzuri wa mpira wenyewe. aya, yani kila kitu kifanyike lakini kwa malengo mazuri ya mpira. Sasa kama wewe utaamua lako kwa malengo yako yoyote, lakini kumbuka, je, nalifanya kwa malengo ya mpira? Mimi bodi ya ligi nafuata utaratibu wangu wa kupanga mechi, lazima ichezwe tarehe kumi na tano baada ya kuahirisha mechi ya kwanza ambayo watu hawakuridhika ahirisho lake, alikueleweka. Was it for the good of the game? hata wakati wanaahirisha hawaja, wengi wetu hawakututosheleza. Mimi kama mwanasheria ndio kabisa, hiyo kanuni walioitumia 34, eh, kanuni ndogo moja ya mazingira kwa mchezo, ya kuahirisha mchezo pengine kwa, kwa manufaa ya mtu au watu fulani, lakini sio kwa manufaa ya mchezo, kwa sababu ingekuwa unafikiria kwa manufaa ya mchezo, usinge msahau mama nitilie pale Taifa Stars, usinge msahau mtu wa vibanda umiza wa, wa, wa unge msahau mtu aliyesafiri from Swaziland Zimbabwe, unge ungemsahau mtu aliyeahirisha mambo yake kwa ajili ya hiyo mechi, yani ingebeba mambo mengi, if it's for the good of the game, unaona, eh na ungekumbuka hayo yote ungeahirisha mechi ndani ya masaa matano. Alafu kwenye mazingira ambayo kwa sababu anasema ahirisho hilo nitakia mazingira yote tuyaone. Lakini mazingira ambayo mezungum, walizungumzia bodi ya ligi yote yakificho. Na sasa hivi hawajayasema. Yaani nitakia mazingira tuyaone. Da, kuna mvua kubwa sana. Oh, kuna uwanja umeharibika. Yaani ni vitu ambavyo obvious. Lakini hakuna wao kaleta mazingira mengine ambayo hata hivi hawajayatolea ufafanuzi hawajayaweka wazi na ushahidi, then wameproceed kupanga. Yani wao badala yake tiali mazingira wakayaruka wakasubiria kesi ya TFF ya Yanga ya case, then wakachukulia hilo swala lilivyoisha kasi limetosha lila kwao wakalifukia. No, that is not proper.